Tunahimizwa, Kristu mwenyewe ameingia hekaluni na amefungua waraka na ameanza kusoma na waraka wenyewe unaonyesha yale mambo ambayo yeye Kristu anakuja kuyatenda. Anakuja kuhubiri kwa watu walio masikini, anakuja kuwafanya wafungwa wawe huru, anakuja kufanya wale vipofu waone tena, anakuja kuwakomboa wale ambao wametangamizwa. Hayo ni mambo ya kuleta matumaini. Yeye mwenyewe kama Kristu, ujio wake ulikuwa ni ujio wa kuleta matumaini kwa watu ambao walikuwa wamekata tamaa. Sisi tunakata tamaa kwa urahisi sana. Kristu anakuja kulete matumaini mapya, anataka tuone mambo katika njia nyingine. Anaposema anakuja kuwaletea habari njema walio masikini, mtu ambaye ni masikini